Na haja gani ya kuwa viwanda vingi tunavyo, alafu sasa tuvilinde. Sasa hivi kweli utaruhusu bidhaa kutoka nje kwa bei nafuu, na huku kwetu tunatengeneza viwanda kwa bei kwa malighafi mbaya mbaya ambayo ina bei ya juu? Hatuwezi kushindanisha viwanda hivi, ni hizi unfair. Tunafanyaje kazi hiyo? Kwa hiyo imefika muda sasa tulinde viwanda vyetu vya ndani. Kwa mfano kiwanda cha Rodhia Industries ni kiwanda kikubwa sana hapa Tanzania, kinatoa na mabati, mabati bora viwanda kama vile tukiviacha vinakufa. Tuna viwanda vya vinywaji ambacho kiko Babati, Tamati Industries, cha bilionea. Sasa ukiwa bilionea yule, ukimwacha aende hivi bila kuwa na, na, na, na, na, na kulinda mali yake itakuwa kazi ngumu sana. kwa y mba madawa ya kusafisha vyoo tu, wako kinamama wanatengeneza hapa Tanzania. Umewapandisha kinamama wa ngapi? Umewapa mikopo wangapi? wa wachache ili baada ya kuagiza madawa ya choni kutoka nje tufanye hapa hapa. Unataka viwanda vya sabuni kina mama na samba sabuni mtaani locally, umewezesha kina mama wangapi? Kulikuwa na mtindo hapa sasa hivi sasahivi. Kwa mfano nchi kama India, kuna kazi ambazo wamelimit. Kuna watu wakuja kufanya biashara, Mheshimiwa na Spika, kimsingi sio wafanyabiashara ni machinga, kazi ambayo Tanzania wangeweza kufanya watu wanafanya. Kwa nini msiweke masharti apimu anamtaji kweli hata kufanya biashara gani atalipa kodi kiasi, lakini kwenye viwanda vya vileo kuna maneno mengi sana hapa, oh, vileo, oh, vinaharibu watu na nini. Mheshimiwa, hiyo ni tabia ambayo inabidi tuwajenge watoto wetu na wazazi wetu, unywaji wa pombe uendane na maadili. Hatuwezi kuzuia viwanda vya pombe kwa sababu vimeajiri eh? Kwa mfano hiyo super brand hiyo multi brand ya pale njoo na kuli kwangu Mkalama, ndugu yangu. Maana tatizo nadhani mnasema mnang'ang'ania mna huku Babati kwa sababu ya maji. Sasa na sisi tutapata maji ya Ziwa Victoria hivi karibuni, lete kiwanda na huko Mkalama, ajira uajiri na huko watu wengi, najua wengi watatoka pale pale. Hawa hawa Watanzania wanaotengeneza hivi viwanda vya ndani ambavyo vinaleta ajira, tuwalinde, tusiwavunje moyo. Kama unywaji wa pombe unakwenda kinyume, basi ile wizara inayohusika na maadili, tuende tujipange vizuri, bunge hili tujipange vizuri tuhakikishe kwamba pombe inanywewa na watu wenye umri unaohusika, wenye kipato kinachohusika, kwa kiwango kinachohusika.